a katika mechi zinazokuja tunakubali, ni matokeo ya kuumiza sana, kwa sababu hatujazoea Simba Sports Club kupoteza katika uwanja wetu wa Benjamin Mkapa, tena kupoteza mechi ya kwanza ya mashindano, lakini imetokea. Kuna siku mambo yanakwenda arijojo. Una unapoteza una, una, una, una, una, lakini kupoteza huko sasa kusiwe sababu ya kutuondoa sisi wenyewe kwenye mashindano. Isitokee mwana Simba akaamini safari yetu imeishia hapa. Bado tuna mechi tano mkononi, haijalishi ni away, haijalishi ni nyumbani, lakini sisi tunahesabu tuna mechi tano ambazo kwa ubora tuliokuwa nao tunakwenda sasa kujipanga vilivyo na kwenda kujipanga upya kuhakikisha kwamba mechi inayokuja tunafanya vizuri. Uh, mwanzo huu mbaya tuliopata hii leo unafanana, una, una, una pengine hii ina afadhali kidogo. Niwakumbushe tu tu Wanasimba, wakati mwingine tunajifunza kutokana na yaliyopita na, na, na, na, na ama matukio yaliyopita tukiyakumbuka, yanatupa nguvu kuelekea katika mapambano ya, ya, ya, ya siku zijazo. elfu mbili ishirini na mbili elfu mbili ishirini na tatu kwenye ligi ya mabingwa hii hii, mechi ya kwanza hapa Benjamin Mkapa, Simba tulipoteza bao tatu kwa bila dhidi ya Raja Casablanca, tukatoka hapo vichwa chini tukatoka hapo na masononeko mazito, tukatoka hapo mioyo imejaa simanzi, tukaondoka hapo tukaenda Guinea kwenda kucheza na Horoya. Kwa bahati mbaya nyingine tena tukapasuka bao moja. Mnyama amecheza mechi mbili, hana pointi hata moja, anaburuza mkia. Ulikuwa ni mwanzo mbaya kweli kweli, hakuna ambaye alitarajia. Nini kilifanyika baada ya pale? Tukakaa chini, wachezaji viongozi mashabiki, tukajifanyia tathmini, tukanyanyuka na nguvu mpya, tukaenda Uganda kwa Vipers tukampasua bao moja, tukarudi Benjamin Mkapa tukampasua bao moja, akaja Horoya akafa bao sita, nyama akakwalifai kwenda hatua ya robo finali. Huo ndio mwanzo mbaya elfu mbili ishirini na tatu hapa hapa, Benjamin Mkapa tulikufa, hizo dada mwandishi, tulikufa tatu, lakini tulisimama tena, tukajipanga tena, tukajikoki, hatukukata tamaa, mnyama akafuzu kwenda robo fainali. Natoa ka historia haka kidogo, ili watu wakumbuke kwamba mwanzo mbaya upogo katika maisha na katika mpira Ukishaanza vibaya what next ni ne kusimama imara kishupavu na kupambana na adui anayekuja mbele yetu. Kwa sasa tuna mechi tano, hiyo ndio focus yetu, lakini kuna namna moja ama nyingine. Kwa upande wako umeonaje performance za wachezaji? Mimi mechi ya leo, pamoja na, pamoja na kufungwa lakini, pamoja na kufungwa lakini imenipa ime matumaini imenipa matumaini kwa sababu mpira wa miguu ni kutengeneza nafasi na kutumia nafasi. Katika mechi ya leo tumeadhibiwa bao moja katika nafasi ambayo mpinzani wetu akaitengeneza hiyo moja, tena deflection ule mpira ya kubwa alikuwa na uokota kiulaini tu, deflection imechange mwelekeo, goli limekwenda kuingia, haikuwa wala nafasi ya kutisha, lakini mjotu hesabu pamoja nafasi ambazo mnyama amezitengeneza katika mechi ya leo. Ukianza kuangalia nafasi ya Morris Abraham, jamani nafasi ya ya, ya, ya, ya, kibisa wala elimu panzu jamani, unajua kabisa leo mambo yalikuwa nje uwezo wa kibinadamu, mipango ya Mungu hiyo. Lakini otherwise vijana wetu wamefanya kila kitu kwa ufasaha, kila kitu kwa usahihi. Kila nafasi ambayo tumeitengeneza tungeitumia, tulikuwa tunampiga bao tatu huyu bwana, bao mbili, amna, amna, nyama anaondoka na Amerika. kwa hiyo mpira wa miguu kama timu yako ina uwezo wa kutengeneza nafasi unatakiwa ujivunie, kwa sababu eh, mechi inayokuja wale waliopoteza hizi nafasi wanaongeza umakini, mechi inayokuja wanatumia hizo nafasi. Mashabiki pia wanazungumza kuhusiana na kocha, anasema kuanza kwa kocha leo bila ya mshambuliaji kumewagharimu mno na kocha asirudie tena hili swala, wewe we unazungumza nini? Kwanza siwezi kuwajibu mashabiki eee ni mtazamo na maoni yao, na mwalimu yeye ana jukumu, na wala siwezi kutoa comment ya mwalimu. Lakini mwalimu yeye, mechi ikimalizika, lazima afanye tathmini, afanye, afanye ama post mortem kwayo. Mimi naamini uh, atakwenda kufanya tathmini, angalia alivyoanza kipindi cha kwanza bila striker, timu imeperform vipi, alivyomwingiza striker wa kwanza Jonathan Son timu imeperform vipi alivyoingia na, na, na striker wa pili na ni uh, striker refu, timu imeperform vipi? Kwa hiyo baada hapo atakuja kufanya maamuzi yeye mwenyewe acheze kwa namna gani kuelekea katika mechi zinazokuja. Simba robo finali, nafasi bado iko sawa. Sisi hatujawahi kuishia hatua ya makundi, hiyo hiyo lazima ieleweke hii ni group stage yetu ya saba ya michuano ya kafu. Hatujawahi kuishia hatua ya makundi, haijalishi tumeanzaje, haijalishi tumepangwa na nani kwenye kundi letu, lakini mnyama ana uwezo na maarifa ya kuvuka kwenda hatua ya, ya, ya robo final. yaani hilo wala halihitaji mjadala wala ramli. sisi kwa uwezo tuliokuwa nao na timu tuliokuwa nao tena katika nyakati ambazo Simba inacheza group stage tukiwa na kikosi kimekamilika, basi ni pamoja na wakati huu. Haijalishi tuko na nani kwenye kundi letu, lakini sisi nafasi ya kwenda ro ro robo fainali huwa iko pale, labda maanani hayo hawajatupangia mwaka huu, lakini kiuwezo wa kibinadamu nyama anakwenda, nyama anakwenda robo fainali. Michezo mingine inayokuja, uh, wapinzani lazima watoke, sio kama hile ya yeah, bado. Kwa tuna mechi tano, mbili mbili nyumbani Benjamin Mkapa, tatu away. Tunapiga hesabu zetu hapo za kiume, tunajua tu nani tutamlalia nani tutampelekea pumzi ya moto. Nyama anakwenda robo, yani hata sio swala la kuwaza eh. Sisi ah, sisi, na robo fainali ni, ni, ni, ni, ni. Hey, ni chanda na pete <laughs> mm -hmm. Wakupa, wakupa, mimi huwa sio mdau wa michezo. Eh, mimi ni msemaji wa Simba, eh, kwa hiyo mimi huaga stoi comment, comment ya udau. Mimi nikitoa comment natoa comment ya msemaji wa Simba na, eh, na ndio maana watuona hatuna wasiwasi. Kwa hiyo kwenye hii hatua eh, kila mtu afocus, mimi nafocus na Simba yangu mpaka tutakapoelekea huko mbele. Na wengine wafocus na timu zao. Asante sana.